na ndo maana unaweza kuchambua kwa haitoshi pana wa Mungu na ni mfano wa Mungu na wa Mungu, ni sura ya Mungu. Unaelewa maana yake nini? Mnaelewa maana yake nini? Hamjaelewa? Ngoja niwaambie. Unapoambia wewe ni mfano wa Mungu, yule aliye mfano wa Mungu anakaa na Roho Mtakatifu ndani. Roho Mtakatifu ndiye Mungu. Maana yake wewe mwanamke, ukisema ni mfano wa Mungu, maanake una uwezo wa kukaa na roho wa Mungu kama mwanaume anavyoweza kukaa na roho wa Mungu. Ukisema wewe unataka tu unavikuta mezani, maanake wewe huwezi kukaa na roho wa Mungu, maanake ule mwanaume ndanakaa na roho wa Mungu peke yake. Je, unataka kuniambia hicho ndio sahii? naongea na watu Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sikiliza nikwambie, usikubali kupewa mafundisho yaliyo na uwezo wa kukupunguzia mwendo. Mnamwona yule mwanamke anapo kwenda kumtafuta nabii, alimwambiaje eh? Anasema, tembea, usinipunguzie mwendo mpaka niwe nimekwambia. Alikuwa ni nani? Alikuwa natafuta nini? Alimwaga mume? Nawauliza, alimwaga mume? Alimwambia, nipe hela ya mafuta unakilewa kitu hicho, kwa unaposimama lazima uangalie haya mafundisho yanawahi kwangu. Kila kinachokuja kwako kipime kwenye neno la Mungu, usishangilie tu kwamba kwa sababu hey, leo wamewaponda wanaume leo wamewaponda wanaume leo wamewaponda wanaume, wamewambia ni vichwa kweli. Wamezoea kukaa tu utafikiri sio wanaume. Okay, hao ni vichwa, wewe ni nani? Ni lazima ujue Bwana Yesu asifiwe, amen. Naongea na watoto Yesu. Bwana Yesu asifiwe, amen. Naongea na watoto Yesu. Bwana Yesu asifiwe, amen. Sikiliza, Biblia inasema kwa kuwa Bwana anaijua njia ya wenye haki, bali njia ya wasio haki itapotea. Njia ya wasio haki itapotea, njia ya wasio haki itapotea njia ya wasio haki sio barabara ya kupita, mfumo wa maisha. Ukitembea kwenye mfumo wa maisha ulio na baraka, tunajua ndugu ameikuta njia, sema ameni. Amen. Ukiona maisha yako hayaendi, ujue kuna mahali umepoteza. Haki ya Bwana haiko ndani mwako, ile haki ya kuwa sura ya Mungu haiko, ile haki ya kuwa mfano wa Mungu haiko kukifanya mwanadamu kupitia sura ya Mungu mfano wa Mungu haujawai shindwa. sura ya Mungu haijawai kwama. Amen, amen. Amen. Kwa sababu sura ya Mungu imebeba utisho, si ndio? Amen. Kama una uwezo wa kubeba utisho, na una uwezo wa kuvitisha vitu vyote viwe chini yako. Kama mwana sura ya Mungu ninayompa haki mtu ya kuvitisha vitu. Ukisema mimi ni mwanamke, nataka nivikute mezani. Acheni mafundisho ya kijinga hayo. Nyeshangilieni sana, mwana sa Ukimkuta okay, mwanaume aliye na akili anayejitambua kama mimi utakutana tu na mimi nyumbani. Yale ya kusema wewe ni mwanaume ni kichwa, ndio natakwambia, ndio hata hivi ni kichwa. Kazi ya kichwa ni kupambanua. Kuna kufa mama. Kwa hiyo nimesha pambanua kuna kufa razi, mpambane na wewe. Unajueje nani atakufa? Hiyo ndio kazi ya kichwa kinachoelewa. Ukikuta okay, kichwa ambacho hakielewi kinasema katu, mimi nitafanya kila kitu. Unajua kesho? Hivi ni waulize. We kibe tulijue mme wake atakwacha eh? Sasa leo vipi bwana, leta kichwa kile tukiona mm -hmm. Eti sahizi ndo unaanza kuchakalika, ole wako. Ungekuwa zube, ndo ungekoma sahizi. Bahati nzuri, mama watu, ulikuwa unajipigania kufa kupona. Bwana <laughs> asifiwe. Unayajua kesho yako? Mimi siku moja ninakumbuka mwalimu mmoja alikuja hapa tulisema sana wanaume. Sana na mlikuwa mnashangira mnapunga paka vitenge juu. Mnasimama na kwenye mabenchi. Mimi nilikuwa na wachola tu. Naambia subiri ni muone kama atawapa chakula huyo. Bwana asifiwe. Niliona na alikuwa ni Tanzania. Yaani mwanamke unakuta mwanamke ana mkono mgumu tafikiri mwanaume. Mwanamke alikuwa na mikono lakini na nyinyi mnasema Amen. Hii hii hii mnashika na kitenge. Mwanamke mwenye hekima anaenda kuliangalia shambani yeah. Panda mizabibu, atakuwa na mkono laini. kule ni chakula cha wajinga hicho. <laughs> unakumbuki wale ya <inaudible> <inaudible> mafundisho sasa. Mwanaume anakuwa na mkono mgumu, dafikiri mwanamume. Mwanamke anataka ukute mkono laini. Mimi najua kitu laini lazima kikutane na chanza yake laini. vikikutana kiraini na, kira na kigumu, si kingine kinamuumiza mwenzake Mbona mwanaume mkonake ni mgumu? inabidi na wewe mama mpambane, ili mkisalimia asiumie mtu yeah. <coughs> <coughs> mnakuwa na mafundisho ya kike hayo. Bwana asifiwe Amen. Jamani, Bwana asifiwe, yaangalie mtu aliye na mahitaji mengi kwenye ulimwengu hivi. unaweza ukalinganisha mahitaji ya kwangu na ya kwa... Bwana asifiwe Amen. Wewe unaweza ukavaa mama, kweli kabisa. Hata kama nguo ilikuwa nzuri, unaweza ukavaa nguo ya, ya yaani saizi ya mwaka 2010 unaweza ukavaa saizi, siona mtu anavaa mamze. Unaweza ukavaa nguo ya miaka mitano siti iliyopita nyuma, saizi wewe siona mtu anavaa. Bwana asifiwe, hatulagi mdomo wa ujinga, tulishajitambua sasa. Wewe unayehitaji matumizi mengi makubwa na mapya yakewe tafuta mfumo. Ukitaka maisha raha, inatengenezwa na mtaka raha. Raha raha itengenezewi. ukitaka mtaka raha mtu kutengeneze raha, utakuwa mtumwa wake. Amama mlipo <laughs> unataka raha itengeneze raha, cha kupewa akina nini, cha mtu msijazi mtajaza kwenye daftari kila mtakajaze mwenyewe <laughs> Bwana asifiwe. Chakupewa akinaga nyongeza, cha kwako kina nyongeza ya matumizi. Amin, naomba kanunue kilo moja, ukitaka uongeze ni elfu nane. Ukienda dukani, kilo ni elfu nane. Hamna nyanya, hamna mafuta, hamna kitunguu, hamna gesi ila elfu nane hiyo, nataka kilo moja. Cha kupewa akinaga. Sasa wewe ndo unaanza kusema we baba fulani eh, nini mama, haitoshi nini? Haitoshi hela, nionyeshe inayotosha. Kama we mimi najua inatosha kulingana na nilivyopata, si ndio? Wewe ama haitoshi, nionyeshe ina, inayotosha inakuwa chingapi, alafu nionyesha inakotokaga usiu unajua kuto kutosha, unajua naitaka, hujui inakotoka, halafu natama haitoshi. Ndio maana wanawake wengi mnatia huruma kanisani, mnalia maombi ni ya machozi tu, Bwana Yesu nikumbuke, tunaambia jamani, tuombee sinodi, Mungu nishikie huyu mwanaume. Sisi mnataka sinodi u nataka Mungu akushikie mwanaume <laughs> alishakushikia, ndio maana alikuoa, akushikie mara mbili Mungu anakushangaa. Masifa, nisikie, mume anayeomba wewe ungemkuta wapi? Nisingekusikia, nilikusikia ndo maana nimekuletea, akusikie tena mara mbili na ndo maana mwambie tu Mungu anatushangaa. Bwana Yesu anisikie mwanadamu. Yesu, unaongeza sauti tena ni kama hajasikia, nisikie, nisikie. <laughs> Nimsikia tena ametoka. Bwana asifiwe. Amina, tusalimie zimesalimie, zimeshaisha.